Um, kwa majina naitwa Kukwaja Kilaja Funuki, ni mwanafunzi katika Taasisi ya Maendeleo ya Jamii Tengeru hapa mkoani Arusha. Uh, leo hii nipo katika semina ya UMATI katika mada ya afya ya uzazi. Uh, katika jamii zetu kumekuwa na dhana ya kwamba elimu ya afya ya uzazi ni inawahusu watoto wa kike tu ama jinsia ya kike, kwa maana ya kwamba mtoto wa kiume ama jinsia ya kiume haihusiani kabisa na hiyo afya ya uzazi. Kimfano, kama mimi hapa nimechagua kuhudhuria katika semina hii ili elimu ambayo nitaweza kupatiwa nitaweza kuitumia katika jamii yangu kuiondoa katika hali ambayo ipo katika uelewa mdogo ama uelewa ambao haupo kabisa ili kuifikisha katika hatua nzuri. Sitabagua jinsia wala sitabagua umri, kwa maana ya kwamba mimi nitakuwa kiume ndio, lakini nitajumuika na jinsia zote ya kike na ya kiume, katika swala zima la afya uzazi. Kitu ambacho kimenifanya nihusike katika haya mafunzo ni kwamba katika jamii tunazotokea kuna changamoto na matatizo mengi sana kuhusiana na afya ya uzazi, na wataalam ni wachache kuweza kuwafikia kule. Hivyo kulingana na mimi, nikaangalia kwamba kuna kitu gani cha ziada ambacho naweza nikakifanya, jamii kanufaika nayo, ni kwamba natakiwa nipate hayo mafunzo na mimi nikawa miongoni mwa watoa wa huduma katika swala zima la afya ya jamii ili kuisaidia jamii.